Mm. Bwana, leo nataka niwaelekeze namna ya hizi ajira ambazo zimetangazwa namna gani naweza kuomba. Kwanza nikukumbushe kabisa kama bado hujasubscribe na kulike katika channel yetu pendwa ya Izo Technology. Hakikisha umeshafanya hicho kitu. Uh, pia bila kupoteza muda nataka niwaelekeze hapa hakikisha kwamba kipindi kile cha ajira za elfu mbili na ishirini na tatu zilizotangazwa tuliapply kupitia mfumo huu ambao ni wa ajira TAMISEMI, lakini mwaka huu uh, mwaka jana tuseme, ilikuwa ni tofauti kidogo, maana tulitumia recruitment auto ambayo ilikuwa ni za utumishi. So na hizi ajira ambazo zimetangazwa siku ya Jumapili zilikuwa ni zina zinahitaji tutumie ajira ya TAMISEMI. So ukiangalia kwa wale ambao, tukiingia kwenye website ya TAMISEMI jira tamisemi go tz, utafungua kama hivyo, utakuletea sehemu ya kuingia ndani ya mfumo. Utajaza username pamoja na password yako ambapo username pamoja na password. Username huwa inakuwa ni namba ya NIDA, namba ya NIDA na password yako ambayo ulitumia kama uliomba kama ulit, kama ulit, ajira elfu mbili na ishirini na tatu, utatumia na ukatumia na, maana lazima ulitumia namba ya NIDA. Kwa hiyo utaitumia namba ya NIDA hapo utaweka na password yako ya mwaka huo. Kama ukikumbuki utakuja kwenye sehemu hapo imeandikwa badilisha mila, ukishabonyeza hapo utaandika namba yako ya NIDA hapo na taarifa zako zingine, watakuuliza maswali kadhaa, then utawajibu, watakupa option ya kutengeneza password nyingine. Sawa. Na kwa wale ambao tunasema kwao, ambao ni wapya, hawakuomba elfu mbili na ishirini na tatu na wanatarajia kuomba hizi zilizotoka sasa hivi, watakuja hapa kwenye kitufe kilichoandikwa Bofia hapa ili kujisajili, hapa kipo hapa kwenye maelekezo. Kwenye simu ukiscroll kuendelea chini utaona mm. Ukishamaliza kisha bofia hapo kujisajili, utajaza barua pepe yako, aina ya maombi na utathibitisha nywila yako, utaandika taarifa za NIDA, itathibitisha kisha thibitisha, utakuwa na password pamoja na username utakuja kuziandika kama hapo hivyo, then utaingia Ukiingia itafunguka kama hivo kwangu, kwamfano kma yamekamilika. So ukija kuangalia unachotakiwa kujaza, unajaza taarifa binafsi, taarifa za elimu ya sekondari, taarifa elimu ya chuo, masomo ya kufundisha, masabu ya maumbaji, viambatanisho vingine. Haya hapa kuna barua pamoja na cheti cha kuzaliwa hivo